Ya stori jamaa moja anaitwa Tommy Hicks, nasikiliza habari moja hivi katika mahubiri. Mimi nasikilizaga sana sana watu mbalimbali mbali. mtumishi mmoja akatoa huo mfano, na mimi napenda kufuatilia hizi habari za ma God's generous kati ya watu ambao walifanya vitu vikubwa vya kimungu duniani, na huyo pia yumo, alikuwa ni kijana tu mdogo, mtu wa kawaida sana, hana mambo mengi, hajui pakuanzia, hajui pakutokea, akakaa akatengeneza kiu ndani yake Kumbuka, ni Mungu anasema, kila aonaye kiu aje kwangu anywe. Cha kwanza ni kiu, akatengeneza kiu ndani yake. Alipotengeneza kiu ndani yake, akaamua kufunga siku arobaini. Alijifungia ndani chumbani, hali mchana hali usiku, anakunywa maji tu, siku arobaini. Akasema kama kufa na nife. Yaani, kuna kiwango cha njaa kikifika, kuna kiwango cha usongo kikifika, inakata appetite ya kila kitu. Akajifungia siku arobaini zimeisha, Mungu hajatokea kwake, Mungu hajamsemesha kitu. Akasema isiwe shida, nitaongeza nyingine arobaini. Akaamua kuanza upya, akapiga nyingine arobaini zimeisha, Mungu hajatokea, Mungu hajamsemesha kitu. Akasema hamna neno, ntapiga nyingine arobaini, siku mia ishirini manake, akapiga nyingine arobaini. Wakati anamalizia zile siku za arobaini Mungu akamtokea na akampa maelekezo, nenda Argentina, kuna mtu mmoja anaitwa Juan Peron, ukifika kule nenda ukamuone, yeye atasponsor kila kitu kinachohusu kitu, Injili. Akanyanyuka toa chumbani kwake, akapanda kata tiketi ya ndege, akaenda. Amefika Argentina, ameshuka, hajui anaanzia wapi anaishia wapi. Kachukua karatasi kubwa, kaandika Juan Peron, anemfahamu anayemfahamu, namtafuta huyu mtu akabandika akanatembea na bango, tembea na bango, watu wanasoma, wanamwambia una akili timamu wewe? Sababu yule jamaa kipindi hicho ndio rais wa Argentina, na nikatili kupita maelezo ni wale marais makatili kupita maelezo, na alishapiga marufuku, hakuna swala la ibada wala ukristo nchi nzima. Kwa kule hakuna paka mna ukristo hakuna vya ibada hakuna hakuna vya kusali, ukikamata unasali ni kuuawa. Wakaambia wewe, unajipenda? Unataka kufa? akaambia huyu ndo naye mtafuta. Wakaambia hujipendi, uh, wewe unataka ufa. Akasema watu wanamuogopa, ni katili na. Akasema mimi nataka nataka kumuona. Wakaambia huyu ndo rais ni. Kumbe ndo rais yeye, ikuru ni wapi? Wakamuelekeza akaenda fika pale, ikawa ishu. Akakutana na mlinzi mmoja, mlinzi akamwambia huyu, uh, jamaa ana muda mrefu, sio miezi mingapi, hajaonana na mtu yeyote. Kwani nani unataka kumuona? Unajipenda? Akaambia na, mimi nataka kumuona. Ikabidi mlinzi amwambie, na kujitambulisha, mimi ni fulani bini fulani, ni mtumishi wa Mungu na nimekuja hapa kwa sababu na ujumbe kwako kutoka kwa Bwana. Hiyo jamaa akamwambia mlinzi wake, mwambie ninamruhusu aje kumniona ikiwa tu anaweza akaponya mtu, na akishindwa kuponya anauawa. Akasema hamna shida. Kumbe yule jamaa amepata ugonjwa kama ukoma, anaumwa vibaya mno, mwili wote umekuwa ajabu umebabuka, umechanikachanika kama vile ukoma. Kwa akasema akiweza kuja akaponya na mruhusu je kuniona, hawezi namkata kichwa. Akasema nifungeni mlango nikamuone. Akaenda kumwona anafika pale, naingia anaona jamaa mwili wote umekuwa mweupe, ngozi nyeupe na mabaka, imechanikachanika. Afu akaambia una ujumbe gani? Akaambia Mungu amenituma kwako kwamba wewe ndio utakayefadhili utakaebeba gharama zote za injili nitakokuwa naifanya na Argentina inarudi kwa Bwana. Yeye jamaa akaambia hamna shida kwa condition moja. Ukiweza kuniponya tutaongea. Usipoweza kuniponya um ndani utoki kichwa chako halali yangu. Kasema hamna shida. Kanyosha mkono akamwombea. Alivyomwombea pale pale akawa mzima. Pale pale ngozi yake kageuke kama mtoto mdogo. Ilitokea kama ile kama ile ya Wafalme wa pili sura sita ya yule Namani mkoma wakati wa Elisha. Ngozi yake kageuka ikawa kama mtoto mdogo pale pale. Nani kitu cha kweli? Pale pale. Jamaa akapiga magoti akaongozwa sara ya toba akampokea Yesu, na akamwambia chochote utakachokitaka tutafanya. wetumb unataka nini? nasema nataka nikafanye mkutano wa nje. Akaambia kuna uwanja mmoja unaitwa Atlantic Stadium unabeba watu elfu ishirini na tano. Akaambia huo ndio utakaoenda utakao. Akaagiza serikali yake wafanye maandalizi ya kila kitu, na akasema mimi na viongozi wote wa serikali atakuwepo, kiongozi yoyote ambaye hatahudhuria hiyo ibada amefuzwa kazi kwa wote, mawaziri makatibu, wako wote wakaenda uwanjani, ikachapwa injili pale na watu wakaokoka wengi, na kuanzia pale Ukristo ukakaa, na kuanzia pale ndio maana mpaka leo wanamhubiri Kristo kwenye ile taifa. Itokea wapi? Kwenye magoti. Itokea wapi? Kwenye kiu na njaa ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Itokea wapi? Anatamani aweke impact, sisi kwenye familia zetu tu tunashindwa kuweka impact kwenye koo zetu, kwenye taifa letu, alafu tunakula asubuhi mpaka jioni milo mitatu na unaridhika kabisa. Huyu mtu alikuwa na kiu fulani, imagine, akakaa siku arobaini, hali mchana hali usiku. Mungu atokea, akasema waa, hiyo sio ishu. Bwana, ni kwamba usipotokea nitakukuta mbinguni, kwa ni bora uamue, nije nimetimiza kusudi au ni kukuta huko huko kusudi utamua mwenyewe, ni kwamba usipotokea mi nitakukuta mbinguni, ila ukitokea nitafanya kazi na wewe. Mahali hapa sitoki hapa mpaka nimekuona. Sijakuona sitoki, nitakaa. Ni either utokee duniani nitembee na wewe, au usitokee nikukute mbinguni tuishi pamoja. Ukishafika kwenye mindset kama hiyo, Mungu hana option, lazima aje. Mungu hajaonekana kwa sababu bado tuko kwenye njia mbili, hatujafanya maamuzi kwamba sasa ni, ni Mungu peke yake, na kwamba asipotokea liwe bado kuna vitu vinatushikilia, tunajionea huruma. Sikiliza, kwenye mambo ya ufaume ga kujionea huruma, biblia inatuambia hivi: ukiwa tayari kupoteza nafsi yako utaipata, ila ukiwa tayari kuingangania nafsi yako utaipoteza. Kwa nini kwenye nafsi? Sababu kwenye nafsi ndipo kuna hisia, ndipo kuna maamuzi, ndipo kuna kuchukia, kuna zile, kuna feelings unazozisikia hisia zako. nafsi kwa yako, kwenye nafsi yako ko maamuzi yako o kwenye nafsi yako. Biblia nasemaje? chembe ya ngano ikianguka isipokufa haizai inabaki hivyo hivyo, lakini ikifa inazaa matokeo mengi na makubwa sana. Alipokuwa anaongea chembe ya ngano, akawa anaongelea chembe ya ngano, kama chembe ya ngano, anatoa mfano wa punje yoyote, punje yoyote au mbegu yoyote, mbegu yoyote, ili yote lazima ife kwanza. Kwa hiyo tukila matunda, tukila maembe ni matokeo ya mbegu ya embe iliyokufa kwanza. Tukila papai ni matokeo ya mbegu ya papai iliyokufa kwanza. Kwa hiyo mbegu ikijionea huruma haitazaa matunda, haijijui ikajiona ni ndogo sana. Ila haijijui kwamba yeye ni mti mkubwa sana, na ina matunda mengi sana, kila kila mwaka kila mwaka kila mwaka. Hapo ulipo unzuka jiona, ukajionea huruma sana ukajiona ukajidharau uka ukajiona haufai uka haujui kwamba wewe ni mbegu. Mungu amekuta duniani kama mbegu, kama mbegu, ndio maana akasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi tawi likalo ndani yangu hulisafisha ili lizidi huli kuzaa. Lisipokaa ndani yangu nalikata, lisipozaa nalikata na kulitupa. Nasema kaeni ndani yangu, nami ndani yenu, kwa sababu mimi hamwezi kufanya neno lolote. Lakini akae ndani yangu, huyo huzaa sana. Makini ni Mungu amemtoa duniani kama mbegu ili tuzae matunda kowe hapo ziko umekaa, ukajiona ni mtu mdogo sana, lakini wewe ni mtu mkubwa. Wewe ni jitu, wewe ni mtu mkubwa sana. Kuna matunda mengi mengi mno ambayo anaweza kaleta matokeo mbalimbali mbali kwenye dunia, ila kwa sababu ya udogo wako, kwa sababu ya mazingira ulionayo, kwa sababu ya mahali ulipokulia, kwa sababu ya mahali unapoishi au unapo au mambo unayopitia, unajiona haufai, unajikatia tamaa, unajiona sio kitu. No, no, no, no, no. Ili nikuthibitishie, amua kukaa na Mungu vizuri, amua kutembea na Mungu vizuri, amua kuishi na Mungu vizuri, neno la Yani, we ni sehemu yako na na Mungu asilimia mia moja, e then uone kitu ambacho Mungu atafanya. Hakuna mtu mdogo. Ndio maana akasema hivi, nyinyi ni chumvi ya ulimwengu, nyinyi ni taa ya ulimwengu. Maana ni nini? Kuna vitu Mungu amedeposit ameweka ndani yetu sisi, kwa kiwango ambacho hatujalia hatujatambua tu. Huu jamaa alivyotoka uwanjani, ule uwanja watu elfu ishirini na tano ulikuwa umejaa full. Nje ya uwanja walikuwa watu wamejaa mara nne ya walioko uwanjani. Ndani alipotoka uwanjani, aliporudi kwenye hoteli aliko amefikia, kuna mtu akawa ametoa siri, amefikia kwenye hoteli fulani amelala, anaamka asubuhi, watu zaidi ya elfu nne wamelala na wenyewe pale kwenye ile hoteli. Kwa hiyo alikuwa uwanjani watu elfu 25 nje, watu mara watu kuna kuna watu mara nne ya watu kwa uwanjani. Ametoka uwanjani ameenda hotelini kulala, anaamka asubuhi, anakuta kuna watu zaidi ya 4000 nanyo wamelala nje, sio hotelini, vyumbani, wamelala nje kwa so, sababu hapana, hamna pa kulala, wamelala nje, wanamsubiria atoke. Siku ya pili yake amelala pale watu zaidi ya 5000, wengi kupita maelezo, na akashinda kutoka kabla watu waje, waambia sasa, unajua tunafanyaje? Wakamchukua wakampaka injofesi wakamvisha wigi akavaa, kuna namna akavaa alipodolewa kama, kama mwanamke, sio kwa lengo la, kuj, la kujipodoa ili mwanamke, ili atoke aweze kutoka na kuondoka, sababu pale asingechomoka. Watu wa hoteli wameshamwambia ondokeni, huyu mtu hivi na hivi, watu watoki nasema sisi tunamtaka yeye, hatujaja kwa ajili ya hoteli, moja kwa ajili yake. Sasa anatokaje? Anatokaje na anatakiwa aondoke kwenye ile taifa, aende sehemu nyingine, itokea wapi? Kwenye mazingira ya ile kiu na njaa. Kila aonae kiu na aje kwangu anywe, sababu wale watu walikaa wamejaa hotelini mpaka mlangoni, wanasubiri achomoke. Sasa anatokaje aji, lazima ajibadilishe, kama mwanamke akapita katikati yao akaondoka. Alipoondoka kabisa, ndio kwambia, jamani, umu hayumo, mbona ishaondoka. Ametoka saa ngapi? Wanaambia yule aliyepita hapa amevaa hivi na hivi, amevaa hivi na hivi, yule ndio yeye. Wakakataa akasema, chumba chake siki hapa kitabu alichosaini ni hiki hapa, chumba namba fulani fungue, niangalie. Ni amna kitu, aishaondoka. Baada ya pale, akaenda Urusi kwa Putin, ila kipindi hicho Putin alikuwa hajawa Putin bado, kiongozi mwingine alikuwa anaitwa Stalin. Alivyoenda kule Urusi ilikuwa hakuna mambo ya Ukristo, hakuna kazi yote ambayo inayofanyika. Alivyofika kule, akasema nataka kumuonana na huyo mtu, akaenda moja moja kutaka kumuona, wakamkatalia, asema huwezi kumuona, utakufa. Kaambia nataka kumuona. Alivyoingia akasema ninataka kibali, sababu yule alikuwa ame, amezuia hakuna kufanya mambo yote yanayohusu mambo ya, ya, ibada. Hakuna ibada nchi nzima amefunga. Kwa sababu nimekuja, kwa sababu nataka kibali cha kufanya injili, mikutano ya injili kwenye hili taifa. Akakataa kata kata, kata. Mara kwanza, mara pili, mara tatu. Akamwambia, sikiliza, mke wako ni mgonjwa, anaumwa leukemia, anaumwa kansa ya damu. Sasa usiponiruhusu nikachapa injili kwenye hili taifa, mke wako atakufa. Ila ukiniruhusu ntamwombea na atapona. Cha kwanza, akashangaa huyo mama amejuaje? Kwamba mke wangu anaumwa kansa ya damu na imeshashindikana kabisa kila eneo kutibika twasubiri afe. Akamwambia, nami nitakuruhusu kwa shariti moja, mwombee kwanza mke wangu, akipona na kuruhusu kwa. Akamwombea, kansa ya damu ikayeyuka. Kansa ya damu ilivyoyeyuka akapewa kibali cha kuhubiri nchini kwa kadri anavyojisikia. Kwa sasa yeye hajui Kirusi, anajua rugha ya kwake baada ya hapo alivyokuwa anachapa injili, siku ya kwanza, mkutano wake wa kwanza na yule kiongozi amesema ame na katangaza kwamba na watu, nafungua kibali watu waweze kufanya ibada, na siku ya kwanza mimi nitakuwepo, na watu wengine wote wanatakiwa kuhudhuria. Watu wakahudhuria pale, watu wakubwa, viongozi wakubwa wamekaa pale, watu wazito wazito. Akapewa mkalimani. Alipopewa mkalimani, amesimama pale, anasema Yesu ni Bwana wa Urusi. Mkalimani anakataa kusema, anasema akamwambia, ah, hicho kitu hapana kwenye taifa letu Stalin ndio bwana wa Urusi, sio Yesu. kwa akamwambia sema, hataki sema, hataki yule mkalimani, anaogopa kwa sababu ya hali iliyokuwepo, naye na hofu kwamba nikiongea hivyo kichwa changu kiweza kikaondoka. kwa akamang'aniza aseme, hakusema, akaambia ondoka. Yule mkalimani akashuka, alivyoondoka tu ili ametoka madhabahuni, ameshuka ngazi, anamaliza ngazi zote, kuna kama nguvu za Mungu zilimwingia yule mtumishi pale pale, akaanza kuongea Kirusi, lugha ya kwao, ambayo haijui akahubiri kwa Kirusi mwanzo mpaka mwisho, na alikaa Urusi akafanya injili miezi mitatu mfululizo kila siku ko anachopa injili. Hiyo inatufundisha kitu gani? Neno ya Mungu inatuambia kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa mambo ambayo macho hajai kuyaona wala masikio hajai kuyasikia wala hajai kuingia katika moyo wa mwanadamu, Mungu amewaandalia wale wampendao. Mambo ambayo macho yetu hajai kuyaona masikio yetu hajai kuyasikia wala haji kuingia katika moyo wa mwanadamu, Mungu amewaandalia wale wampendao. Hakuna kitu ambacho ni impossible, akiwezekani kwa Mungu, ni sisi tu. Yani shida iko kwetu wanadamu, shida iko kwa Mungu. Mtu ambaye hajui Kirusi, hajui kukiongea, hajui kuku, hata, hata hata chochote, hata salamu tu hajui, ila akakiongea na akahubiri kila kitu kwa Kirusi. Sikiliza, vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye haikufanyika chochote kilichofanyika. Anasema na ndani yake ndimo uzima. Ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, nuru na ng'agi sana giza likuishinda. Kuishinda unapokuwa na Kristo ndani yako, unapokuwa na uungu wa Mungu ndani yako na ile mind ya Kristo ndani yako, Maka ile creative wisdom ya Mungu, ile hekima ya kimungu iliyo ya namna nyingi iliyofanya kila kitu kwenye kuja kwenye uwepo, hiyo ndio iko ndani yetu nanatenda kazi ndani yetu, kwao tuna uwezo wa kuwa na solutions za kila swali tunalokutana nalo kwenye maisha yetu, na angalia maisha ya mtu au kupiga hatua kwa mtu ni matokeo ya uwezo wake wa kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii yake au kwenye mahali pake pa kazi au mahali popote pake, pake, pake, pake palipo. Kwa hiyo watu wa Mungu tuna advantage kubwa zaidi, sababu kuna ile creative ability, uwezo wa kiumbaji, uwezo wa kibunifu, uwezo wa kutatua kila changamoto. Ndio maana katikati ya giza Mungu akajiuliza maswali, alijua kuna nuru inatakiwa kuwepo na akaamuru nuru iwepo naikawa. Kwa kwenye unapotana kila shida kuna jibu lipo mahali, ila inatakiwa tukae na Mungu vizuri.